Karibu tena. Leo tunaingia kwenye hatua ya pili ya safari yetu, na hii hii ni hatua ambayo wengi sana wanaikwepa, lakini ngoja nikwambie, ndio moyo wa safari nzima. Ni hatua ya kukubali ukweli wako wa ndani. Hebu tuizamie, hebu itazame hii kauli kwa makini. Inapingana kabisa na vile tumefundishwa, si ndio? Yaani, akili zetu zinasema okay, nimeona shida, sasa nairekebisha lakini hekima ya kweli inasema hapana, tulia kwanza. Kabla hata ya kufikiria kubadilisha kitu, kwanza kubali. Hapa ndipo kila kitu kinapobadilika. Sasa hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kushangaza. Baada ya kujitazama na kuona yale yote ya ndani, yaani ile hisia ya kwanza kabisa ni kuanza vita, hiki sipendi na kiondoa. Lakini kumbe hatua inayofuata sio mapigano, ni kitu ambacho hutarajii kabisa ni kukubali tu, na hapa ndipo changamoto halisi inapoanzia. Okay, sasa hili neno kukubali linamaanisha nini hasa? Yaani, tunaliongelea hapa, linamaanisha nini? Sikiliza vizuri, ni kukubali kila kitu, na hii ndiyo sehemu muhimu, bila kukipinga. Hiyo ndiyo siri yote. Sio kusema unapenda ulichokiona, hapana, ni kuacha tu kupambana nacho. Basi hebu tuchimbe ndani zaidi. Kuna tofauti gani hasa, yaani, kati ya kupinga hisia zako na kuzikubali tu? Tofauti yake ni kama usiku na mchana, na inaamua kitu kimoja kikubwa sana: nani anaendesha maisha yako? Ni wewe au ni hisia zako? Unaona hapa, hii picha inaelezea kila kitu. Upande mmoja, kupinga hisia zako yaani, ni kama kujaribu kusukuma mpira mkubwa chini ya maji. Unatumia nguvu nyingi kweli, na mwishowe ukiachia tu kidogo, unaruka juu kwa nguvu zaidi. Lakini upande wa pili, unapokubali, unaposema tu sawa, wivu upo hapa, ghafla unaacha kupigana, na unapoacha kupigana, unaanza kuunyang'anya nguvu. Hisia inapoteza makali yake. Sasa inakuwaje katika maisha halisi? Ni hivi, ni rahisi kama hivi ni kusema tu ukweli bila kuongeza maneno, bila kujihukumu. Badala ya kujifanya huna wivu, unakiri tu, nina wivu. Unasimama na kutazama ukweli wako machoni. Aufikiria hasira, nina hasira. Hivi kukiri hivi haimaanishi utaenda kumpiga mtu, la hasha. Inamaanisha tu unakubali kwamba kuna huu moto ndani yako, badala ya kuufunika funika mpaka siku moja ulipuke vibaya, unauangalia tu na kwa kuona tu unaanza kuumiliki na labda hii ndiyo ya muhimu kuliko zote: nina hofu. Unajua, jamii inatufundisha hofu ni udhaifu, ni adui. Lakini njia hii inasema kitu tofauti kabisa. Hofu sio adui, ni sehemu yako tu, ni sehemu yako ambayo inahitaji kuonekana na kukubaliwa. Sasa unaweza kujiuliza, kwa nini hii hatua ni muhimu kiasi hiki? Kwa nini ni lazima tukubali hivi vitu vigumu? Jibu ni rahisi, huwezi kujenga nyumba imara kwenye msingi ambao umeoza. Safari yoyote ya kweli ya kiroho lazima ianzie kwenye ukweli halisi, ukweli wa jinsi ulivyo sasa hivi. Kwa hiyo, hebu tuweke mambo sawa: kiroho sio nini? Kwanza, sio maigizo, sio kujifanya. Pili, sio kuvaa barakoa ya mimi niko shwari wakati ndani kuna vita, na tatu hakika sio zile mbio za kujaribu kuwa mtakatifu asiyekosea. Yaani, hizi juhudi zote, mwisho wa siku, zinatumaliza nguvu na zinatutoa kwenye uhalisia wetu. Na hapa ndipo ukweli unapokaa tofauti na yale yote. Kiroho cha kweli kinajengwa juu ya ukweli, ukweli ambao ndio mara nyingi hauna raha, lakini ni ukweli. Ukishakubali huo ukweli, basi safari halisi inaanza. Okay, okay, nadharia yote hii ni nzuri sana. Lakini tunafanyaje hii kitu katika maisha ya kila siku? Vipi pale hasira inakuja ghafla kazini? Au hofu inakupata usiku? Hapa sasa tunahitaji zana. Na nina zoezi rahisi sana ambalo unaweza kuanza kulifanya leo hii. Hebu twende pamoja taratibu. Namba moja, kaa kimya, vuta pumzi. Namba mbili, peleka akili yako ndani ya mwili. Hiyo hisia iko wapi hasa? kwenye kifua, tumboni, basi itambue tu. Namba tatu, na hii ni muhimu sana, usihukumu, usiite mbaya au nzuri. Ione tu kama wimbi la nguvu. Na mwisho, namba nne, jiambie kimoyo moyo maneno haya. Jiambie na kuruhusu uwepo. Yaani maneno haya yana nguvu ya ajabu. Kuoni, hujaribu kuifukuza hiyo hisia. Hujaribu kuirekebisha, unairuhusu tu iwepo. Kama vile mgeni aliyekuja nyumbani kwako, unamtazama kwa udadisi, sio kwa chuki. Na utashangaa utakavyoona inavyopoteza nguvu yenyewe. Sasa matokeo ya yote haya ni nini? Mwisho wa siku tunatafuta nini hasa? Hapa ndipo tunapofika kwenye zawadi yenyewe, zawadi ya kufanya hii kazi ngumu ya ndani. Na hii ndiyo zawadi yenyewe. Sikiliza, jamii inatupigia kelele kila siku kuwa mkamilifu, ficha makosa yako. Lakini njia ya kiroho inatunong'oneza kitu tofauti kabisa. Inasema kuwa mzima. Kuwa mzima haimaanishi umekuwa perfect. Hapana, inamaanisha umezikumbatia sehemu zako zote, zile za mwanga na za giza, zile zenye nguvu na zile dhaifu, na umezileta zote pamoja. Huo ndio uzima wa kweli. Na tunafunga na u ukweli mtamu: mabadiliko ya kweli hayawezi kulazimishwa, yanaruhusiwa. Unapomkubali kikamilifu huyu mtu ulieleo na kila kitu chake, unafungua mlango kwa yule mtu unayetaka kuwa kesho. Basi, swali langu kwako leo ni hili. Je, uko tayari kuacha kupigana na wewe wa leo ili umpe nafasi wewe wa kesho azaliwe?